Kwa leo Yanga tumeonyesha ukubwa wetu, yeah. Tumecheza na binadamu na majini leo tumeweza kuwashona pa Benjamin Mkapa. Hawa Silva sio kiboko ne, mnaanza mkaona watu sio watu hawa, kuda kuda na deke awa Malawi nye, tuwacheni leo tufanye hivi. Kazi ilikuwa nzito kuwatoa hawa awa hatari, kivipi? Kivipi? tufanye tu, tu, tu hivi tumshukuru Mungu, awa tumewatoa Nasemaje na uh. Yanga tumeonyesha ukubwa wetu leo Benjamin Mkapa na hawa watoto hawa wa Malawi, niwatangazie rasmi, wana Yanga wenzangu, walikuja katika viuno pale uwanja wa ndege. Kesho wakiwa wanaondoka, hawawezi kuondoa kimya kimya kwenye ardhi yetu, tutawapelekea msondo pale pale. Yapo, tuwasindikize na ujumbe tutawapa, sisi na mabingwa wa nongwa, huwezi kutufanyia nongwa kwenye ardhi yetu ya kuacha. Tutawasindikiza kesho na vigoma vingi sana, vingi mno baba, taona mwenyewe kesho. Imetuumiza sana, sio masuala ya pressure, imetuumiza sana kwa sababu ni dharau kubwa eta kwenye ardhi yetu hawa. Ah, wamejipanga vizuri nje na ndani nyewe, msione kawaida, walijipanga kwelikweli. Si mmeona moshi umetoka mkubwa, moto umewaka. Leo kazi ilikuwa nzito, ndugu zangu, msifikiri moshi mweusi umeonekana Benjamin Mkapa leo sio kazi nyepesi. Yanga kwenda hatua ya makundi, tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumekwenda hatua ya makundi. Rais amesema usiku wa leo, kabla yafika saa sita, tunakwenda kutambulisha kocha bora. Wazungu wanasemaga na nyie mnatafsiri kwamba mpira ni science. sasa Yanga kocha yetu ndio hiyo science yenyewe Yaani hiyo sayansi ya mpira ndio huyo kocha wetu mtambulisha usiku leo. Mungu tunamshukuru sana, niwapongeze sana mashabiki wote wa Yanga na mmeelewa. Kwa hiyo tuliwaita watu wote hawaje leo kwenye hii mechi, nafikiri mmeona wenyewe nguvu zao sauti zao zimetusaidia kwenda kwenye hatua makundi. Tulikuwa kwenye hali ngumu, pressure ilikuwa kubwa, lakini niwashukuru sana mashabiki wote wa Yanga kutoka sehemu mbalimbali hapa Tanzania wameitikia kwa wingi na wamekuja kusimama nyuma ya timu yao Kamu. Tumepambana kipindi cha kwanza tumepata magoli mawili, kipindi cha pili pressure ikawa kubwa, tunataka tuongeze goli tunakosa magoli. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuvuka kwenda hatua ya makundi tunakwenda sasa kuboresha zaidi pale, kwenda kwenye uwanja wa mazoezi. Tunaye technician mpya, tunaamini inshallah tutakwenda kuona mabadiliko makubwa kwenye kikosi chetu. Ni wazi kwamba kuelekea makundi tunaenda kuiona Yanga mpya ambayo kulikuwa hilo wala siyo kubila jambo la mjadala Pablo Mas, Yanga ya makundi siyo Yanga hii, Yanga inakwenda kubadilika kabisa, kwa sababu kocha aliyekuja ametumia wiki mbili kuwasoma wachezaji wetu wote wa kikosi chote na amefanya maamuzi yake, atatambulishwa leo na kesho anaanza mazoezi Avic Town. Tuna mchezo wa ligi kuu siku ya Jumanne dhidi ya Mtibwa Sugar pale KMC, anakwenda kuanza kesho, kesho kutwa Jumanne tuna mechi. Kwa hiyo tumpe muda mwalimu andaye timu yetu vizuri, na ninaamini inshaallah kwenye hatua ya makundi tutakuwa tukiwa tofauti kabisa. Tuache tupumzishe, nimekwambia wazungu wanasema mpira ni sayansi Kocha ya wa Yanga ndio sayansi yenyewe. Sasa ndio mtakwenda mm, kuiona maana mnachambuaga mpira sayansi. Sayansi inakuja sasa, na falsafa ya timu ya Yanga, lakini na falsafa ya mpira wetu, anakuja na, na kila kitu, kitu. Zitapigwa pasi nyingi, tutashambulia kwa speed kubwa. Unaona kama leo tumecheza kwa pressure kubwa, lakini tumekosa goli kama nne hivi. Tukishakaa confidence yetu imekaa vizuri, yote haya tunafunga, inshallah yote haya tutakuwa tunafunga, tarudi kwenye momenti ya kufunga magoli mengi. Mimi niwaambie watu <laughs> kajipongeze ha Malawi. Ah, nyesikieni, sitaka ni wasahau. Hawa. Ah, ha, hawa kiboko hao. Watutibia siri nini mm, hasa wamekifanya? Wewe unaju hi? Ah, bwana tumemwachia wafanye mazoezi mara ghafla uwanja tu uone ah Malawi. Uwanja Mkapa. Ah, roto. Ah, si watu wazuri hao. Ndio ha, ha, maana wamekuja wakana katika viuno. <laughs> Mimi niliwaambia watu hawa kwa nini wametusumbua? Oh, uchizi vunga tu. Unaona uchizi kafanya nini leo? General Duki abuya akazungumza leo. Kapotea. Kama wanataka kusajili mtu kwenye hii timu. Hayupo kwenye hawa kumi na moja ipo nje kiufundi. Kiufundi, kama unataka utoe asilimia labda kwa mpinzani wako, kwa namna ambavyo amecheza. Kafanya nini leo? kafanya nini huyu? nguvu yake nyewe mnayejua, msake. naongee mengi hapa, nawaambia, kama kuna mtu anataka kusajili mchezaji kwenye hii timu, huyo mchezaji hajaanza leo. Ipo nje, mtafuteni huyo. Ndo hatari huyo huyo <laughs> ndo hatari baba. Ah ha, Ah Malawi. Mimi yeah. Mi sitaki wasahau. Pengine lipi la kuambia, mashabiki wamejitokeza, wa hawajaleta vurugu, viti havijavunjwa, wameshangilia wa dakika zote. Huyu sio tu kushangilia dakika 90 yeah. Second half ukiangalia timu ni shua kidogo tempo yeah. Lakini mashabiki walikuwa kwenye utulivu. Giko una mashabiki oya oya hapa wangeanza mara kocha fanya sabu mara wangeusha viti lakini walikuwa kwenye utulivu wakiamini, leo cha muhimu ni kwenda hatua ya makundi, ndio kitu muhimu zaidi. Leo Yanga iende hatua, tumekwendaje tutakwenda kujadiliana ya baadaye, lakini cha muhimu tumeingia hatua ya makundi na mtumie fursa hii kuzipongeza timu tatu za Tanzania kwa maana ya hivi. Singida bado sasa, hizi sasa ni heri, maana Singida nao unajua hawatabiliki sisi tu tupongeze Azam FC wamekwenda Singida tukamwombee dua naye akaqualify. Baada hapo tuzime dua zetu, maisha mengine yaendelee. Achana naye huyo. Yatajua mwenyewe. Dua zinaishia leo za Yanga kwa Azam FC. Akifanikiwa yani kwa Singida, akifanikiwa kufuzu tutasema alhamdulillah timu tatu kubwa zimekwenda hatua ya makundi. Mzize bwana, jana akajitonesha majeraha yake siku ya mwisho ya mazoezi tena akajitonesha kiasi cha kwamba tunahisi tatizo linaweza likawa kubwa kwa sababu unajua alikuwa anacheza manzone na maumivu. Baadaye tukaenda kumfanya vipimo, akaonekana ameshaanza kuimarika, akaanza mazoezi na yeye alikuwa anaitaka sana imechi kwa akawa anajituma sana kwenye training. Jana kwa bahati mbaya mwenyewe tu pigwa mpira fulani akataka aunge, akatuonesha eneo la goti na alio maumivu alikuwa anasikia pale. Yanakupa picha huenda jeraha likawa kubwa zaidi. Kwa hiyo tusubiri Mwenyezi Mungu atuongoze anakwenda kufanyiwa vipimo siku ya kesho baada ya hapo, tutakuja kuwajuza Watanzania kama jeraha lake ni kubwa au jeraha lake ni la kawaida, lakini Mwenyezi Mungu ampe utulivu. Na yananga, tuko nyuma yake, kama uwanja leo ulikuwa full house. Unaona hichi kikijirudia labda kesho mimi sijui Mabachana chana na. Mimi niwapongeze wana Yanga wenzangu waliokuja leo, wameitikia, na watu wenye akili timamu wameona kwa kiasi gani tulikuwa tunahitaji nguvu ya mashabiki leo kuja kuisapoti timu yetu kwenye hali ngumu. Tumekuja pamoja, tumevuka kwenye hatua makundi, alhamdulillah. Tunajipanga na mashabiki. Kila laini kwenye makundi. Asante sana basi. Galaxy. Galaxy. Nani huyo?